Poleni sana familia, poleni sana sana familia. Wakati tunahuzunika na msiba, lakini pia tuna celebrate maisha ya mzee Edwin Mtei. Life well lived. Eh, legacy ya kufa mtu kabisa, kutokana na rekodi ya maisha yake na alichokifanya kwa taifa hili mambo yaliyoyafanya kwa taifa hili mzee Mtei yanamuweka bila shaka kuwa one of the very true statesmen wa inchi hiyo. Rekodi haiwezi kufutika. Sisi Mbeya na Nyasa, rekodi ya mzee Mtei haiwezi kufutika, kwa sababu wakati anaanzisha chama hiki, Mbeya pia ilikuwa ni sehemu ya kwanza kabisa aliyoamini kwamba akienda kupanda mbegu ya mabadiliko inaenda kuota vizuri, na imeota vizuri, tuko imara mpaka leo. Mbeya na kanda ya Nyasa imekuwa ngome imara ya CHADEMA. Wale wanaosemaga, kuna watu hapo katikati unasikia CHADEMA chama cha Wachaga, si tunawachola tu, kwa sababu tuko vizuri sana kama chama cha CHADEMA pale Mbeya na kanda ya Nyasa kwa ujumla. Tunasherekea maisha ya mzee Mtei. Tunamshukuru Mungu kwa mzee Mtei, tunamshukuru kwa misimamo yake. Pia tunasikia mzee alitofautiana na mwalimu, Mwalimu eh, akiwa rais, akiwa waziri wa fedha, alitofautiana sera, kutofautiana na sera, alimwambia Mwalimu kwamba ujamaa umedunda, haufai tena kwa sababu njia zake za uchumi hazipeleki nchi mbele. Kwa hiyo ili twende vizuri, naomba twende tufanye moja mbili tatu. Nyerere akasema ami, siwezi kugeuka nyuma, nimeshapeleka hivi. Mzee akamwambia kama hivyo, mimi mi siwezi siliwezi, nakuachia goma lako na naenda kuendelea na shughuli zangu zingine. Na shughuli zingine hakuacha mambo ya nchi, rekodi zinaonekana, kama kwenye kuanzisha takri Tanzania Coffee Research Institute ambayo sasa hivi naona nasikia jamaa wakasema ha, mbona inakaa kama... wakaona kama legacy ya mzee inabaki, wakasema waivute serikalini, wazungu wakasema atuweki tena hela kwa sababu umeingiza, mpaka leo takra ifanyi vizuri. Lakini rekodi ya mzee kwenye kuendeleza zao la kahawa sio tu kwa mikoa ya kaskazini, mpaka kwetu Mom, Mbozi ambako kahawa inalimwa mpaka Mbinga ambako kahawa inalimwa na maeneo mengine, walifaidika kwa akili za mzee wetu. Tutaendelea kumkumbuka, na jukumu letu sisi kuhakikisha kwamba kauli ya hakuna kulala mpaka kieleweke inasimama, na kweli hatutalala. Bahati mbaya mzee anaondoka akiwa bado CHADEMA pamoja na kuwa mioyoni kwa wananchi, lakini wamegoma kutupa nchi tuendeshe kwa niaba ya wananchi lakini sio mbaya, ameondoka hatujachukua nchi, lakini ameondoka akikiacha chama alichokianzisha kuwa chama kikuu cha siasa hapa nchini. Hakuna chama kama CHADEMA kwa sababu wenzetu CCM wameacha kufanya majukumu ya kisiasa, majukumu yao ya kisiasa wamewaachia dola. Kwa hiyo chama pekee cha kisiasa, kikuu cha kisiasa Tanzania ni CHADEMA na Mungu ametujalia sana kutupa mzee Mtei kwa kutuachia hii legacy, na tunaenda kuilinda kwa udi na uvumba. Asanteni sana na Mungu awabariki sana wote.